Katika nukta ya ambayo mwanamke imemdhuru, assaila talabi alkamaliyat fi umuri dunya, mwanamke alipokuwa ana spidi kubwa sana kutafuta ukamilifu kwenye mambo ya kidunia. Hivya nukta hii imemdhuru sana, akawa na hasadi akawa na sengenya sana, akiingia nyumbani kwa mtu anavyotazama siku moja, tuliwaalika baadhi ya mahawati nyumba moja nzuri, basi vile walipoingia tu wakasema chooni ni wapi? Mi nkashangaa mtu kuingia tu ndani ya nyumba enda chooni, hasa kwa mwanamke ambaye anapenda kujistiri. Nkashangaa sa, kumbe walitaka kuangalia hapa pako hivi, je, chooni kukoje. Na anapoondoka pale akiangaza, inawezekana itakuwa ni sababu ya kwenda kufanya vurugu nyumbani kitu fulani sina, kitu fulani sina, kitu fulani sina. Aliogawa ni Allah, subiri na shukuru. Mwanamke alipo talabi sai ila talabi alkamaliyat, alipotafuta ukamilifu kila kitu ambacho hana lazima awe nacho, mwanamke akajidhuru. Utakuta mtu mnyonge kwa sababu kuna kitu fulani hana, kuna mtu amsema mtu vibaya kwa sababu mwenzake anacho yeye hana, mwanamke akaanza kujidhuru ima kwenye ndoa yake, ima wakati mwingine hata katika mambo ya ibada yake. Kwa hiyo mwanamke ana baadhi ya maeneo ambayo yamemfanya awe ajidhuru. Nimalizie nukta ya mwisho <tiple> <tiple>